Rolls Royce Phantom Sintila gari ya kifari, inauzwa kuanzia shilingi bilioni 4 za Kitanzania. Imeachiwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kwa nje ina rangi ya Andalusian white kwa juu na Thracian blue kwa chini, ina mng'aro wa chembechembe za meta unaofanana na, na mng'aro wa jua kwenye maji. Mistari miwili ya coachline iliyochorwa kwa mkono na pin stripes za magurudumu zenye rangi ya spirit blue zinakamilisha mwonekano wa nje wenye mvuto. Ukiwa ndani unaweza kuhisi upo mbinguni hata kama hujai kufika. Kuna matabaka siti ya nyuzi za tatami takriban laki 8 na elfu 69 na mia 5 ambazo zinatumia zaidi ya masaa 40 kuzishona na siti hizi za kifari, akwenye dari kuna mwangaza wa nyota 1500 za nyuzi za optic ambazo zimewekwa kwa mkono katika mpangilio wa kipekee unazifanya zionekane kama zinatembea, na kuna matundu mengine 1450 ambayo yameongezewa ukubwa ili kuonyesha kitambaa cha maetaki silver kilichopo kwa ndani. Phantom Scintilla inatumia 6.75 lita turbo charge V12 engine yenye horsepower 565, inaweza kwenda mpaka kilomita 6.29 kwa lita moja ya mafuta na inatumia petroli. Mpaka sasa kuna magari kumi tu ya mfano dunia nzima. Mtumie video hii rafiki yako unaisi anaweza kuinunua gari hii yeye. Umelipenda gari hili na je, unahisi linastahili kuuzwa kwa bei hiyo? Niambie kwenye comments.